Hi kitu ingeweza kuendelea kwa sababu leo ni Jumaa <laughs> lakini naona kule watu wenye vyombo vyao eh, wananiangalia kwa umakini sana, wana wanajiuliza huyu mtu nini eh, kwamba hajui utaratibu ukoje? Utaratibu ukoje? Mi nawaambia jamani, tusameheni, lakini tunakwenda kama ifuatavyo. Haya, sawa. Hmm, uko vizuri bila shaka zaidi ya jana. Yes, nakuona eh, una furaha sana, sijui nini umepata. <laughs> Umepata hela yangu hmm. uh-huh. ee, kwa sababu tunakuwa hapa wote Monday to Friday mm. hapa wote kuna wakati ambao eh, kuna siku unakuwa una sukari kuna apana, siku na chumvi kuna siku na olo kuna siku na asali <laughs> <laughs> kwa hiyo nategemeana yeah, siku wazigani. Yule aliyeimba akasema kwamba siku wazigani na siku njema mm-hmm. huonekana asubuhi. Basi hakusema uongo, ni kweli kabisa. Eh, ee, kwa hiyo na mimi unavyokuwa unaniona nipokee mm. kama nilivyo kabisa usiniuzi Ah, leo sina huo mpango e. Nitajitahidi kadri ya uwezo leo ni sikuudhi hata kidogo e. Bwana, karibuni sana kwenye show, sisi tuko hapa tangu pale saa kumi mm. na tunaendelea mpaka saa mbili za usiku ndio itakuwa tamati, lakini wasaa huu basi ni wasaa wa njiwa kabisa e, muda wa mm. kutuma ujumbe ambao unatufanya tuwe na migagasiko kwa kweli. Kuna furaha, kuna wakati eh. mwingine He, mara nyingi huwa njiwa wetu ana anashindwa afanyeje? kuna hmm. muda njiwa anakuwa e, ndiyo. He, na hasira sana kweli kweli, ndio kutokana na yale ambayo anakuwa anaendelea, lakini kuna wakati mwingine njiwa anakuwa tu iko vizuri kabisa, yanakuwa hana, yani anakuwa hana sijui yeah, nisemaje eh, yeah. hajachafuka anakuwa hajachafukwa anaenda, yeah, amenyoka kama alivyo sasa. Sisi njio wa leo Ndia, sijui tumuagize kunguru mm, sijui tumuagize njio huyo huyo lakini tumvalishe eh, leo leo tutume njio, ah, sio ile njio wa nyumbani <laughs> yeah, maana kwa kile ambacho tunakwenda ukizungumza, yeah, ni kitu ambacho kinawakwaza watu wengi ni kitu mm, ambacho kinafanyika sure, na kinafanywa na watu ambao wana akili timamu ambao tungeamini kwamba ndio wangesaidia katika swala zima la utunzaji wa mazingira mm. lakini ndio watu wanakuwa kwanza katika kuharibu, mm. kuchafua hali ya hewa ikiwemo kuharibu mazingira mm. Imagine unakuta uh, mtu mfano, mimi leo kwa kweli naenda direct ama naenda moja kwa moja, yani usipindishi, hataki pinda, pinda, uh, pinda leo. Haya baba nyoka wanyoshe eh, bwana uh, leo tunazungumza mm. na watu wenye maduka wenye biashara zao kwa lugha nyepesi tuseme, wenye flame, flame hizo za biashara mm. ambao wanashindwa kuchukua ustaarabu, wanajisaidia haja ndogo kwenye makopo kwenye ndoo vitu vingine kwenye, kuna ile mifuko mbalenye, tuambieni jamani, hiyo mifuko e, ya plastiki. Watu wa mazingira, msifikiri kwamba eti haifanyi kazi <laughs> kwa bado jineza, ipo na inafanya kazi. Kuna watu ambao e, wanayo kinyemela na hiyo mifuko, sasa hivi wamebadilisha matumizi, ndio mpaka wanaitumia kwa ajili ya shughuli nyingine. Sawa. Hey. Umeshaji tu umeichagulia ume, ume, ume matumizi hiyo mifuko na ndoo na vitu vingine mm. sasa ni kwa nini unakwenda kuimwaga kwenye barabara au maeneo ambayo sisi wateja au wapita njia tutapita? unafikiria ile yani, ile harufu bwana inaga usaliti hata kidogo. Kabisa. Yani yani mtu, mtu unamkuta e, hapo dukani mstarabu kavaa vizuri ka na kapendeza. duka lake zuri tu. Mashallah. e, yani ukimwangalia unaweza ukahisi kwanza mm. kule kwenye ofisi ndogo ofisi kuu huwa yeye haingii kabisa, kumbe mambo anayoyafanya haendani na vile ambavyo anaonekana mm. mtu umeshinda kwenye kibanda chako vizuri ukibana na haja ndogo unafungua kindoo mm. Unajisaidia Nime, e, nimewahi kusikia. Ukishamaliza kuji, ngoja kwanza hiyo mm. E, nimewahi kusikia mm. Itunze kwanza sawa. Nikuambie kwa sababu ni vitu ambavyo nimekuwa nikivishuhudia kabisa. Mtu anajipinda kidogo kwenye kindoo anafanya shughuli yake mm. Au kama sio kindoo kuna wengine ambao wanatumia haya machupa ya maji haya. Ukimaliza mm. kunywa maji hivi kuna ku, huku kwenye maeneo yetu kuna wanaoita vibuni wengine wanaita vibombonya wengine wanaita chupa za maji hivyo. Mm -hmm. Yaani vyovyote vile ambavyo wanaita. Na kuna mwingine ambaye unakuta anaweka kwenye kidumu kama ni cha lita tano. Mwingine anaweka kwenye hii mifuko ya plastiki ambayo tumezungumzia. Na anakuwa na hifadhi, anaendelea kubakiza hapo dukani. Kumbuka, uh, ule mzigo una harufu. Tunamaanisha haja ndogo. Kuna i, i, i, na harufu sawa, mm. Anabakiza mambo dukani. Ikifika jioni, wakati anaenda nyumbani, kama alikuwa ameweka kwenye kikopo au ameweka kwenye kimfuko, mm. anatoka navyo dukani, kama anaelekea nyumbani sawa, alafu akifika njiani anayamwaga hapo, mm. hapo tunasema sio kumwaga, mm. anarushia pembezoni mwa barabara kama, mm. itakuwa ni kopo mm. anarushia pembezoni mwa barabara. Kama ni kimfuko, atarushia pembezoni mwa barabara. Lakini kama kwa wale ambao sasa mnakuwa mnajisaidia kwenye kindoo, unaona anatoka nje na kindoo, anamwaga maji pale mbele ya duka. Wewe unahisi ni maji, kumbe sio maji, ni mkojo. Yaani eh, tuongee tu kweli, mm. sio maji, ni mkojo. Hii tabia ni mbaya. Hivi jamani, mbona haufanani na kitu ambacho unakifanya? mm. Lakini inawezekana pia tukawa tunawalaumu, kumbe na wenyewe wanakosa, wafanyeje? Turudi upande wa pili tukaone chanzo ni nini, hmm? wawekezaji e, unajenga duka unajenga flemu zako nzuri tu mm -hmm. lakini unasahau kwamba eh, kuna watu watatumia hizo huduma tangu asubuhi mpaka jioni mm. watahitaji kujisaidia sasa, lazima hii iwekwe wazi, na wakati tunawalaumu wajenga eh, wa, wa, watu wanaojenga hizi flemu za biashara mm. tusisahau pia kuziambia hizi halmashauri zetu bwana vile, vile vile vyoo vya jumuiya yani, yeah. Inakuwa inashangaza unakuta mji, mfano tuzungumzie hapa Ngara, yani inashangaza mm. uende maeneo ya watu wanakofanya biashara yani ina, mpaka unaanza kuuliza watu hapa mali watu ni wapi? mm. Wakati ni huduma ambayo ilitakiwa kuwepo kwenye maeneo ya wazi, unazungumzia maeneo ya stand, unazungumzia maeneo ya masoko mm. ni sehemu ambazo kama wananchi wanaomba kwa, wamejenga frames za maduka, e, ya maduka, kama wananchi habutu... wameshindwa kujiongeza e. Basi na mamlaka watusaidie, kwa sababu madhara tutakayokuja kuyapata sio tu wananchi nchi ka... peke yao mm. wote regardless unafanya biashara pale ama ufanye biashara hata kama wewe ni, ni, ni, ni, ni, nani, ni mteja ambaye hey, unakuja kupata huduma kwa hao wafanya biashara mm. eh, tunapozungumza tunasema hivyo tukiwa na maana kwamba lolote linaweza likatokea sasa mm. hivi tunashuhudia magonjwa ya mlipuko yanatokea mara kwa mara, inawezekana wakati mwingine ni pamoja na hivyo vitu ambavyo tunakuwa tunavifanya, lakini huu uchafuzi wa mazingira nao wa kujitakia mm. nao umezidi jamani, Tujaribu kupunguza. Kama ni halmashauri ambayo imejenga ime, ime labda uh, frame kwa ajili ya wafanyabiashara kuja kukodisha mm, wajitahidi kuhakikisha wanaweka vyoo nah, ndio huwa wanaweka wao, lakini hivyo vyoo ambavyo wanaweka wahakikishe sasa vinafanyiwa usafi. Maana kuna wengine ambao unakuta wanafanya hivyo kutokana na mazingira, eh, mazingira vyo, kutokuwa yabyo, rafiki. Yeah. Kuna sehemu moja nimewahi ni kushuhudia vyoo vimejengwa ni vizuri, ukiviangalia kwa nje viko vizuri sana mm. Lakini huduma ya maji hakuna unategemea hao wafanyabiashara ambao wako kwenye hilo eneo watatumia nini, na wakati huduma ya maji hakuna kwenye kwenye, kwenye hao mazingira, na sio kwamba haipo kwa ujumla. Mm. Huduma ya maji ipo lakini wanawapa baadhi ya wafanyabiashara. Kuna wafanyabiashara wengine ambao hawawapi hiyo huduma ya maji, ili wanapoenda mali watoni mm. aweze kupata yale maji ya kufanyeje, ya kumsaidia kusafisha hayo mazingira. Huo ni upande mmoja, lakini kuna vile vyo ambavyo unakuta wamejenga, sasa ni fremu zimejengwa, wameweka labda kama ni matundu usafi mawili ya vyoo hiyo pesa inayotolewa ni ya kazi ganiinaenda wap eh? akati mgineuaaawafanyabiashara mm. kumbe mazingira ambayo wamewekewa mm. ndio ambayo yanapelekea wao kufanya vitu kama hivyo, kutokana na mazingira rafiki kwao Tabis. Turudi kwa hawa wa, wa, wa, watu binafsi. Unajua mm. umejenga frame zako kwa ajili ya kumkodisha mfanyabiashara hivyo mm. vibanda, baada ya kuwa umevijenga, je, ulizingatia kwamba huyu mfanyabiashara atakuwa anashinda kwenye hilo eneo la biashara, natakiwa pia natakiwapia nimjengeenacho mm. Kama umejenga frame tano hakikisha na huku nyuma, nyuma, nyuma ya hizo frame kuna matundu matano ya vyoo. Maana niko na maana kwamba kila mfanya biashara awe na tundu lake la choo kulingana na nini, ile frame ambayo wa ameichukua ame kwa sababu ame. kila mtu anakuwa anafanya biashara anakuwa na wateja wake yeah. Mteja wako anapokuwa yuko dukani kwako akibana na haja ndogo au haja kubwa, iwe ni rahisi kwambia samahani, ninataka kwenda maliwatoni ni wapi? Mm. Unampa ufunguo ili uweze pia na, na ukiwa na ufunguo wako wewe mwenyewe binafsi mm. itakurahisishia pia hata wewe mwenyewe kuwa unafanyia usafi lile eneo lako mm. Nime, nimepata wazo mm. eh, kwamba sasa inawezekana sauti yetu ikawa ina umbali kiasi fulani au isifike zaidi, lakini tuanzie hapa kwamba mm, ikibidi sasa itakuwa vema tukawa na miongozo ya kujenga maeneo ya biashara mm. kama ipo basi tuweke mkazo kwenye kusimamia kwamba unapojenga nyumba ya biashara yoyote mm. hakikisha haikosi choo, kama unavyojenga nyumbani kwako mm. Vivyo hivyo unapojenga maeneo ya biashara, hilo lizingatiwe kabisa eh, itatusaidia sana eh. hmm. na kama lisipozingatiwa, mamlaka husika, afisa biashara, usikubali kuruhusu hmm. ah, hivyo vibanda vianza kutumika eh, kutoa vibali vya hawa wafanya biashara kuanza aidha, eh, huyu ambaye anakodisha hivyo vibanda, kwanza kuvikodisha kama miundombinu yote haipo no. Ikiwemo choo na kama ni choo pia hakikisha na maji yanakuwepo. Kama ni eneo ambalo maeneo hayo kuna maji, hakikisha sure. pia na maji yanakuwepo yeah. Eh, lakini sasa tunaolikazia zaidi, nyie ambao mnakuwa mnajisaidia kwenye hiyo vikopo na vindoo na vimifuko, afu mnaenda kumwaga mbele mbele ya maduka au mnaenda kwenye vibarabara vya uchochoro mnatupa <laughs> mnatukera, yaani haijalishi ni kwa sababu gani, lakini si tabia njema, si tabia njema. Yaani mtu mzima kabisa anaonekana mzuri na nini, mtanashati yeah, no lakini unayoyafanya yamenichekesha yeah. Ya mm, nachoka mie nitashindwa kuwatetea, tutashindwa kuwatetea. Wakati mwingine mnasababisha tuzungumze, hatuna namna namnaaa <laughs> e, tumwagize njiwa <laughs> sawa, ujumbe wa njiwa leo.